Tunaweza kusema kwamba kwa namna moja au nyingine Mwijaku kama kawaida amekuwa akiendelea kumwandama Diamond Platnumz na this time around wala hakuna jipya, hivi ni vitu ambavyo tumesha vizoea kuviona kutoka kwa Mwijaku, lakini kwa namna moja au nyingine vimeanza vinaendelea kuwakera, eh, wa Tanzania wengi kutokana na comments ambazo Mwijaku amezitoa kuhusiana na jambo la maana kabisa ambalo Diamond alikuwa amelifanya siku kadhaa zilizopita katika siku ambao unaonekana kama vile kumsema vibaya Diamond kwa kile ambacho amekifanya. Diamond, tunafahamu kwamba ali katika mkono, aliandaa shughuli ya kutoa mkono wa Idi kuwasaidia watu ambao walikuwa na uhitaji katika siku ya Idi Alfitri, ili wapate. Alikuwa anagawa pesa, sukari, eh, unga, mchele na vitu vingine kibao mpaka nguo alikuwa anagawa pale leaders kwa watu ambao wana uhitaji. Sio kwamba mtu tu randomly from nowhere unaenda tu pale unachukua bahasha kwa Diamond. Nope, ilikuwa ni kwa ajili ya watu wenye uhitaji. Kwa hiyo kulikuwa kuna vituo, watu walikuwa wameandikishwa, kwa hiyo vikao vikubwa represented pale, wakasogezwa karibu kwa ajili ya kupewa huo mkono wa Eid al-Fitri. Jambo la zuri kabisa hili, hili ni jambo very positive, nadhani kila mtu atakuwa anaelewa. Yani hata kama mtu ana mapungufu gani, lakini at the end of the day kama anarudisha kwa jamii fadhila kama hivi, hicho ni kitu positive na ni cha kumsupport. Sasa Mwijaku kaja kumkandia bwana <laughs> Haya, kuna ujumbe hapa Mwijaku kauweka katika insta story yake, ameandika kwamba mwambino, umekusanya watu leaders, umewapa elfu kumi na kilo za mchele, unahisi ndio umetoa zakatul fitri? mm -hmm. Akaendelea kusema kwamba umejidanganya, ume ni sawa na, ku, na kutwanga maji kwenye kinu. Idi alfitri ni kilo mbili na nusu. Kisha unatoa na elfu hamsini ya viungo ameandika hivyo Mwijaku kitu ambacho watu wengi sana wameona kabisa kwamba hapa mwenetu amepuyanga. Imekuwaje, unakuja kumzungumzia mtu ambaye amejitahidi? Yeye Mwijaku hajatoa hata sumni, hatujaona movement yoyote ambayo Mwijaku ameifanya ambayo hata Diamond ambayo inamfikia hata kidogo Diamond alichokifanya; lakini still amekuja kumdondoshia madongo. Kwa watu wengi sana kiukweli wamechukizwa na hii issue ya Mwijaku kuja kusema hivi kwamba eti Diamond itakiwa atoe eh, kilo mbili na nusu za mchele eh, alafu pia vilevile atoe na elfu hamsini ya na kununua viungo watu mapilau na masoda na... ni vitu ambavyo vi make sense. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia weka maoni yako katika comment section. Eh, tuko tukisoma na kuriplay kila comment. Tunazungumziaje hiki alichokizungumza Mwijaku kumkandia Diamond kile alichokifanya? E, weka maoni yako bwana kama kawa. Tuko tukisoma na kuriplay na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.